Mwaka 2026 umeanza kwa ishara njema kwa tasnia hii baada ya mabondia zaidi ya 24 kutoka mikoa ya Kilimanjaro na Arusha kupanda ulingoni wakionyesha mbinu, pumzi, kasi na uwezo wao mbele ya umati uliokuwa na shauku kubwa ya kushuhudia burudani ya ngumi za kiwango cha juu. Tamasha hilo halikuwa burudani pekee, bali limefungua ukurasa mpya kwa mabondia hawa kuonekana, kujitambulisha na hata kufungua milango ya kuingia kwenye timu za taifa au kushiriki mapambano ya kimataifa siku zijazo. Katika pambano lilowasha moto wa mashabiki, bondia Simon Mrema Wakil Kilimanjaro alithibitisha ubora wake kwa vitendo baada ya kumaliza pambano lake kwa knockout kali dhidi ya Kalage Simba wa Dar es Salaam ndani ya sekunde 20 tu za raundi ya kwanza katika pambano la uzito wa kilogramu 72 uwanja so mzima wa The Chill Sports mjini Moshi ambapo pambano hilo la raundi sita lilikuwa pambano kuu kati ya mapambano kumi na moja ya uzito mbalimbali yaliyoshirikisha mabondia kutoka Kilimanjaro na Arusha. Ushindani huo aikuwa raisi range shuba alivozia mrefu ana mechi thelathini hivyo hivyo. Sio mipango yangu mimi, ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu nimeangaika sana. Baada ya kufanikisha hii namna hii mnapoona, asanteni watu wote ambao wameweza kunisupport kubi support Azania Afrika kama sija wataja nawashukuru sana nawashukuru sana. Kingine, ushindi huu, ushindi huu sio wangu ni wakwenu, ziwaeai wa usi ushindi ni wakwenu. Tunaomba mtushike mkono kama mimi nimeweza kupambana na namna hii, na viongozi mpo. Tunaomba mkoa wa Kilimanjaro na wadau mbalimbali, na ushindi uliotikisa uwanja mzima wa The Chill Sports mjini Moshi, ambapo pambano hilo la raundi sita lilikuwa pambano kuu kati ya mapambano kumi na moja ya uzito mbalimbali yaliyoshirikisha mabondia kutoka Kilimanjaro na Arusha. Akitoa neno lake wakati wa tamasha hilo, mgeni rasmi mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Kilimanjaro sajenti Ameri Kimaro kutoka ofisi ya mshauri wa mgambo wa mkoa amewapongeza waandaaji na wanamichezo kwa ujumla kwa kufufua ndondi, huku wakisisitiza umuhimu wa, wa mazoezi maandalizi na nidhamu ulingoni, kita sana katika training. Walimu wafundishe um, wapiganaji wao namna ya kugaidi pumzi, watembelee katika gyms mbalimbali mbali kwa ajili ya kutengeneza pumzi, na mazoezi yafanyike ya mara kwa mara kabla ya mtu ajapanda ulingoni. Hivyo uh, walimu wa, wanaofundisha boxing Kilimanjaro wazingatie hayo. Kwa upande wao wadhamini, wameeleza kuridhishwa na mwitikio mkubwa wa mashabiki wakisema kurejea kwa ndondi Kilimanjaro ni ishara ya wazi kuwa mchezo huo bado una nafasi kubwa katika jamii. Mimi kama diwani, kwa niaba ya wenzangu, tutahakikisha kwamba tunashirikiana ili tasnia ya ngumi katika mkoa wa Kilimanjaro urudi kama ambavyo tunatarajia, kwa sababu tunajua hawa vijana bila kuwapa sponsorship bila kuwasaidia ili waende mbele, hatuwezi kuwa na mchezo huu. Meneja wa Azania Benki tawi la Moshi Yusuf Lenga amesema benki hiyo imejipanga kuendelea kuunga mkono michezo kama sehemu ya mkakati wa kuchangia maendeleo ya vijana na kuimarisha burudani kwa jamii. Sisi kama Azania Benki tuna fahari kubwa ya kuwa sehemu ya wadau muhimu wa kusapoti michezo katika mkoa wetu. Tumekuwa katika michezo mbalimbali na pale ambapo tunafuatwa na wadau katika kusaidia michezo, basi sisi tuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunawaburudisha wateja wetu, tukiamini kwamba wateja wetu wapo katika sekta mbalimbali za upenzi wa michezo. Kwa upande wake, Hassan Mshana, msimamizi wa Home Ground Gym, amesema kufanyika kwa mapambano hayo kumetoa motisha mpya kwa mabondia na vijana wanaofanya mazoezi kwenye gym mbalimbali mbali, akibainisha kuwa ndondi ni mchezo unaohitaji maandalizi ya muda mrefu, miundo mbinu bora, na sapoti endelevu. Vijana wetu wa boxing waweze kuhudhuria katika majim ili kutrain categories kama hizo za pumzi strength, waweze kuingia kwenye hizo gym ili kuweza kugenywa na kuweza kuwa imara kwenye ulingo kama huu. Kwa ujumla, tamasha la usiku wa kisusio limeelezwa kuwa mwanzo wa safari mpya ya kufufua na kuendeleza michezo ya ndondi katika mkoa wa Kilimanjaro, huku matumaini yakiwa ni kuona vipaji vipya vikizaliwa, kukuzwa na hatimaye kulitangaza taifa kupitia majukwaa ya kitaifa na kimataifa. Dickson Busagaga, Clouds TV Moshi.